Yes, ni siku nyingine tena kama kawaida, niite Esco, na leo nazungumza moja kwa moja kutokea Kariakoo. Sasa Kariakoo bwana, kuna jambo kubwa kabisa. Ukiona nyuma, washikaji, umevaa t-shirt imeandikwa, jambo kubwa linakuja, blue imetawala. Zingatia, jambo kubwa linakuja, blue imetawala. Niko hapa na kuna jambo kubwa ambalo tunazungumza na wafanyabiashara na tunawafanyia leo. So, baki na mimi kuweza kujua je, leo Kariakoo tuko na jambo gani na

ya Piafaya naenda yanaenda saa kabisa kwa siku hapo. Ukipiga vizuri natoa hey, chupi kama ngapi unaweza nikauza? Hata laki nne? We e chupi mia nne nauza kwa siku, kwa siku. Ziui naziagiza kutoka Kariakoo au unazitoa nje? Nachukua dukani tu. Kibanda hichi hichi unaondoka na Wow, mziki wa papa da. Mm-hmm. Okay. Laki nne kwa simu. Hapa si kuna hey, mixa kuna chupi labda chupi unaweza kuuza 300, 300, tight unaweza kuuza laki. Hapo za juu ukauza hata sitini. Kwa hiyo unaweza ukaondoka hata na laki nne hata laki tano. Nakaa na eh, dadangu Wow, dada analipa kodi. Kama mwenyewe niikuumba namba we. <laughs> So kweli tupo hapa na dada yetu bwana, ameachana na mpenzi wake mwaka huu, hataki hata kumsikia, si ni kweli? hataki hata kumsikia, lakini hilo sio lengo. <laughs> Tupo na Blue, tunasema blue imetawala. Jambo kubwa linakuja bwana. Sisi lengo leo bwana ni kukusupport kwenye biashara yako. Mbona wewe usikuchukulie kawaida kawaida tu, watu wa kukusupport wapo, wakina Mr. Blue. watu kama sisi njonge ya dada kwanza hapa sasa, kasirika mimi, ameachwa magaula Mambo mzimamef mzima, umepuka ume, ume, ume malumbano na vitu kama hivyo kajiamua kujiajiri mwenyewe unafanya biashara, hongera sana kwa hilo okay. Kama alivyoongea ndugu yangu hapa, Mr. Kiredio, mimi kazi yangu ni kutoa tu zawadi hmm. sawa eh? nitakupa t-shirts eh? kama zawadi yako yeah, mm -hmm. mm -hmm. Mwona, eh, jambo kubwa linakuja lakini pia nitakupa hiki hapa cha kuanzia. Hii bwana ni hundi ya pesa, kuna pesa taslimu ambayo iko humo. Hii itakusaidia kwa ajili ya biashara yako, kuboost biashara yako. Sawa. Haya, dadangu eh? Asante. Tunashukuru sana kwa uwepo wako lakini pia kwa muda wako na kwa nafasi <laughs> yako, hiyo ndio zawadi yako siku ya leo. Asanteni sana. Unasemaje neno la mwisho Mi..., unasemaje? Waambie, waambie kwa. Mimi wanawake tu tupambane jamani.

Biashara yako ndio hii hapa. Biashara yangu ndio hii hapa. Naitwaje magauni nini? Magauni ya batiki. Aha. Pia tuna lesi. Ya batiki, wengine wanatengeneza, wengine wanaagiza Wewe una? Mimi naagiza Au unaagiza? Eh, mimi Aha. naletewa. Uko hapa sokoni Kariakoo muda gani sasa hivi? Miaka miwili sasa miaka e, e, <laughs> <laughs> miwili e, mambo yanaenda vizuri. Ela unapiga jamani, Mama Queen anapiga hela Kariakoo. Mama Queen, naitwa Kiredio, nimefika hapa, niko na ndugu zangu, lakini kikubwa nimekuletea habari njema. Unasema Blue imetawala, jambo kubwa linakuja na siko peke yangu, niko na mtu anaitwa Mr Blue. Mr Blue bwana, kazi yake Ndiyo. ni kumsapoti mwanamke mmoja kwenye biashara yake, wawili watatu. Sasa umebahatika kuwa mtu wa kwanza leo kukusapoti kwenye biashara ataongea na wewe, atakuacheka kitu na mwingine, labda atachukua atachukua gauni moja ile inayobaki, utaingiza kwenye biashara hii. Imekaaje hiyo? Imekaa vizuri, imekaa vizuri. Mimi hapa Mr Blue. Mambo dada, uko poa? I say, nimefurahi sana kukutana na wewe, na kati ya moja ya jasiri ya mali, basi naamini wewe jasiri ya mali kweli kweli, mwanamke wa shoka Uh, mi nataka nikupe zawadi. Mimi sina maneno mengi kama alivyokuambia ndugu yangu Kredio hapa, mi kuhakikisha kama Mr. Blue kuweza kutoa zawadi kama ambavyo umesikia. Una jambo kubwa linakuja Blue, na Blue imetawala kweli kweli. Mimi hapa ndio Mr. Blue. Kwanza nakupa zawadi ya t-shirt. Blue imetawala, umeiona eh? Umeiona Blue imetawala. Sawa sana, lakini pili nitakupa hii basha. Tushike tuweze kupiga mm -hmm, picha kwa pamoja hapa, eh? hii basha Dadangu, hii kuna percent kidogo ambayo tumekuwekea kwa ajili ya kukusaidia kidogo kwenye biashara yako. Kama kuna mteja atakuja atanunua nguo mbili tatu, basi utafanya kulipia kile kinachobaki, kitabaki mfukoni kwako kama zawadi kwako siku ya leo, au sio? Dadangu mimi kama Blue imefana Laki moja, laki moja na nusu. Ah, bei hiyo. Bei shani ikinuna? Ikinuna thelathini, hamsini. Sijawahi. Ah, uko vizuri. Umeolewa wapi? Hapana. Mtu ambaye anaonyesha nia? Yupo tayari ameshaonyesha. Kwenye arusi utanikumbuka, unipe kadi ya mchango? Takukumbuka. Mi apa. Mazabana, number, Hai, mimi na, natoa namba hapa. Ukimaliza hapa nakupa namba utakuja kunipa nili kadi. Sijali. Haya bwana, mimi hapa leo siko peke yangu. Niko na Mr. Blue, tunasema Blue imetawala, kuna jambo kubwa linakuja. Uh-huh. Lengo ni kuwa support wa kina mama au wakina dada. Na tuko na watu kumi tu, bahati wewe kati ya wao watu kumi. <laughs> Uh, tuna zawadi yako, ni kiasi kidogo ambacho kitakuboost kwenye biashara yako. Uh, na sio mimi nitakipresent Mr. Blue. Yes. Ongea na mama mabwana hapa. Mkabidhi kabisa ni mimi hapa, Mr. Blue. Kama ulivyosikia, jambo kubwa linakuja na Blue imetawala. Kama unavyoona Blue imetawala kweli kweli, ah, nina mazumuni kama ambavyo ndugu yangu Mr. Kiredio kasema kwa ajili ya kuhakikisha na nyinyi tunapata kuinua. Na kama ambavyo tumeona changamoto ambazo mlipata hapo sokoni, kuunguliwa na soko, hususan akina mama mmeathirika sana. Kwa sisi kama watu wa Blue tutatoa kidogo kiasi ambacho tuko nacho kwa ajili ya kuwasapoti wajasiriamali wana mama, kwanza takupa t-shirt eh yeah, tupige picha na t-shirt yetu lakini pili, tutakupa zawadi yenyewe ndo hii sasa hii eh, i na na hela huju fanya masiala <laughs> kwa siku biashara ikiwa nzuri, na pia kama laki na arobaini kwa siku moja, moja hela eh. Mama anaenda tunamshukuru Mungu eh, mko vizuri, tunapambana jamani. Anaitwa mama P anafanya biashara ya urembo, mwanaye pia amekuja kwenye biashara hii hii ya urembo lakini pia mimi leo nimekuja, siko peke yangu, niko na Mr. Blue. Mama tumekuja, tunasema blue inatawala. E, kuna jambo kubwa nakuja, kwenye kwenyeo la jambo linalokuja, tunawashika mkono wa kina mama na wakina dada. Kwa hiyo kwenye watu ambao tunawashika mkono, umebahatika. Mr. Blue, ongea na mama hapa, umkabidhi tuondoke hapa. Mr. Blue mama, kama ambao umesikia, mama P unaitwa, tumefurahi sana kukutembelea mama P. Of course ni mjasiri kama umezungumza mengi sana na ndugu yangu Kiredio. Mimi mwenyewe nimevutiwa kwa kweli. Mimi sina mengi ya kusema, kama Mr Blue jambo kubwa linakuja, ila Blue imetawala. Mimi nitakupa zawadi ya t-shirt hii hapa, mamangu, mama pipi, ishikie hivi ili tupige picha e, watu wapate picha kimtindo. Lakini pili, nitakupa bahasha, bahasha mama, kuna kiasi kidogo ambacho tumekiweka, hii itakusaidia kukuboost kwenye biashara lako, mamangu, kama mjasiriamali mpambanaji, endelea kukaza, sawa? Asante, asante, asante mama sana. Bro santeni, karibuni sana na kama ambavyo nasema Blue imetawala na mimi ndo Mr Blue nitakupa zawadi ya t-shirt ambayo tuko nayo hii hapa, hii tushikie kwa pamoja tuonekane. hey, hey, no. sababu no. hey. hey, hey. najua hapa huko busy na biashara ukiweka hata mm. hivi sio mbaya. Lakini pili kama utojali, weka kiatu ni kabisa sasa, ibasha ina hundi ya pesa kazaa hapa Hmm. Hii pesa itakusaidia kwa ajili ya kubusti biashara yako mamangu. Ah, asante, nashukuru. Maneno machache nawashukuru machache. Ah, Blue, Mr. Blue, Blue, au yeah, Mr. wenyewe au jambo jambo linakuja eh, kubwa eh, eh. Asanteni kwa kuniona kwa kuona biashara yangu yes, kwa kunitangaza najua katika nyie pia nitapata wateja wengi sana. miaka mingapi? Yaani wawili ni mapacha kwa hiyo wote wana miaka kumi na moja. Asante, mm, nashukuru na sana asante. Kanga vitenge? Hivi ni vitenge tunauza jumla na leja leja. Eh, e, tuna ofisi hapa e, na muda wa mwaka mmoja ndio hii, e, hii sina biashara nyingine, namshukuru Mungu. Okay. E, watoto wana, Wato wana wanaishi wanasoma kwa biashara hii. Japo unafujia... sipati kikubwa lakini kidogo maisha yanaenda. Unakuja Kariakoo saa ngapi? Nakuja Kariakoo kuanzia saa nne asubuhi. Unaondoka saa ngapi? Naondoka saa kumi na mbili jioni. Aha. Unakaa wapi? Nakaa Kimara. Kimara. Eh, jamani, hey, watu wa Kimara. Wapo Kariakoo <laughs> sasa hivi. Mamangu bwana. Hey. Siko tunapita; tunatafuta mama mpambanaji mm, kama wewe. Unaona, sasa hivi umetundika vitenge kichwani na nini, unapambana kwa ajili ya watoto wako wawili. Na sisi mm tupo kwa ajili ya kusupport eh, e, takoba kitu kidogo ambacho tunajua bisani, sio kikubwa, lakini tunasema bana, nilikutana na vijana leo wamenisupport, wame, siko peke yangu, niko na mtu mmoja aitwa Mr Blue. Tunasema Blue, imetawala jambo kubwa linakuja. Blue, Mr. Blue, Mr. Blue, yuko kweli? <laughs> <laughs> Mambo vipi? Safi mzima. Mzima karibu. Asante. Bwana mimi ni Mr. Blue. Si unaitwa nani vile? Mimi naitwa mama wawili. Sawa. Niko hapo kwa ajili ya kukukabidhi zawadi zako kwa support. Eh, vipi biashara inaendaje kwanza? Namshukuru Mungu. Sawa. Unajua hali ni ngumu lakini ya ugali tunaipata. Eh, ya ugali tunaipata. Hatulali njaa. Eh, hatulali njaa. Karibu kwa t-shirt yako. Pia na bahasha yako hii hapa hii. Asante. Tutakumbuka. Sawa. Ngoja, um, niweke hapa kitenge changu. Ndio biashara unayouza kweli imo? Imo. Mr. Blue. Tabora, but... Eh, yeah. Yeah. Yeah, surprise kubwa sana. Unakuita mama Mama Mama nani? Wow, tuko na Mama G. kama baba amezungumza. Na ndugu yangu sasa, tumefurahi sana ni mjasiri amani kweli. Unaonekana unachapa kazi napate kama hizi kwa mama kama, kama, kama wewe unajituma ni jambo la kupendeza. Mimi si muongeaji sana kama ambapo amesema ndugu yangu Kiredio, mimi kazi yangu ni kutoa zawadi tu na kuhakikisha na wasupport wanawake wapambanaji nice. Mamaji, kwanza t-shirt hapa hii. Asante. Yeah, tuweze kupiga picha kwa pamoja na t-shirt. Lakini pili katiziane hundi ya fedha. Lete mkono wa hii ni fedha kwa ajili ya kusupport. Kuna watu watakuja kula maembe mawili matatu. Yo, asanteni sana, nashukuru a kwa kuniungisha. Mungu awabariki mwe na moyo huu. Jambo kubwa limetawala blue <muchin> imetawala zaidi kabisa kinyama shogea na nashukuru sana jamani kwa kunijua na kwa kunipa zawadi sa hii. Asante, asante ofisini kwangu, miaka yote, siku kuu la nini nipo hamna sikukuu la nini nipo hapa mimi. Saa 10 natoka nyumbani kwangu saa 10 napitia Buguruni kwenda kuchukua biashara miogo na mazagazaga yote, nafika hapa saa kumi na moja saa kumi na mbili kasoro naingia hapa Kariakoo, naanza kumenya, naanza kuandaa vifaa saa moja shapu miogo shaiva kwa siku naa amiogo kama yashinga, kwa siku naweza nikauza miogo ya laki moja na ishirini na thelathini. Jamani, mama yetu yuko hapa, mama wawili, miogo hii ndio inawatunza wale wawili. Umeolewa? Nimeolewa, niko na mume. Mume naye anapambana kivyake, anapambana kivyake. Hiyo imekaa vizuri yeah. mimi um, bwana naitwa Geredio. Leo tuko mm -hmm. tunatafuta yeah. wa mama kumi kwa kuwasapoti kwenye biashara zao mm -hmm. na habari tu nikupe, yes. Wewe ndo mama wa kumi yes. Yani ndo mama wa mwisho umebadilika, kwa hiyo kwenye list yetu, kwa hiyo atakusapoti kwa kitu kidogo ambacho tutatia kwenye biashara. Siko peke yangu, niko na Mr. Blue. Tunasema jambo kubwa linakuja, Blue imetawala mama za saizi salama, za kazi kwema. Ah, yeah. Kwema kakangu, sisi tumefurahi tumekuja kutembelea kwenye biashara yako, karibuni sana kama alivyoongea ndugu yangu hapa Mr. Redio, ndio sisi tuko kwa ajili ya kusupport Jasiri Jamali kama wewe. Nashukuru, jua linawaka kali, lakini unapambana na dude lako kubwa, maisha yanaendelea, maisha watoto wamesema una mapacha kama sija sija sija kosea, ndio. Ongera sana mama yangu, asante sana. Mimi nitakupa zawadi ya t-shirt ya kwanza ili uwe ndani ya brand ya Mr. Blue, yeah. wewe uweze kuwa wa blue kama sisi ambavyo tulivyo, asante yeah. Lakini pia nitakupa undi ya pesa hiya hii itakusaidia kama vile ambavyo watu wamekula miogo, sisi tutawalipia wale tai, pesa ile ambayo inabakia itakuwa mikononi mwako kwa ajili ya faida yako na kuendeleza biashara yako. Asante sana kwa muda wako, tunashukuru. Asante sana Blue, machache ya kuongea. Mimi na sina la kuongea zaidi ya kusema asante sana, nashukuru sana Blue kwa kuniwezesha. Tupo pamoja na ote atakayotokea, tupo pamoja, msijali. Blue si, imetawala yeah, kote Tanzania nzima inatisha oh, Bona, bila shaka umeona kile ambacho tumekifanya Kariakoo leo, na inabaki swali kubwa kabisa. Kama unavyoona katika t-shirt ni kuonesha hapa e, jambo kubwa linakuja, bluu imetawala. Tumeongea na wajasiriamali wanawake kumi na kuwapa e, zawadi kidogo. So baki na sisi kuweza kujua jambo kubwa hilo ni jambo gani? Yeah.